Tuna vituo vya afya zaidi ya viwili ambavyo bado havijakamilika, tunaenda kuvikamilisha. Lakini pia tuna mpango pia wa kutengeneza vituo vya afya pia kwa kushirikiana na wadau, lakini pia kwa kushirikiana na serikali ili kutengeneza kituo cha afya chenye hadhi, chenye ngazi ya wadi. Tuna wadi mbili, zote hizo mbili tunataka tuwe na vituo vya afya. Lakini pia kwenye sekta ya kielimu nayo na pia tumejipanga ili kuhakikisha kabisa, kama mzazi anachangia chochote kwa ajili ya mtoto wake hususan ni mtoto ambaye aliokuwa mtahiniwa. Lengo letu ni kumsaidia mzazi ili asitoe hata senti moja ili mtoto aweze kusoma katikiza, katika mazingira mazuri, lakini sisi kama viongozi tuweze kuwa support kwenye masuala ya chakula pamoja na gharama ndogo ndogo lakini... miradi mbalimbali mbali ya maendeleo ya sekta binafsi ikiwemo ya utalii ndani ya jimbo hili la Chani inaendelea kujengwa. Hivi tunazungumza, kuna miradi mikubwa miwili ya maendeleo ambayo ni ya sekta ya utalii pale Pwani Mchangani, na miradi hiyo miwili pekee ina fursa za ajira elfu moja. Hatuna sababu ya kuwa tusiwe na fursa hizo. Sisi wanachani tulisema, kwa wale ambao watakosa sifa za kuajirika ama kwenye serikali au kwenye sekta binafsi, kwa kushirikiana na sekta husika ndani ya serikali, tutahakikisha kwamba na wao wanawezeshwa kujiajiri kwa ajili ya kupewa mitaji na elimu katika nyanja wanazozifahamu. CCM oyee! Hatutajali dini yako, hatutajali kabila lako, hatutajali rangi yako, hatutajali itikadi yako ya chama cha siasa wala mahali gani umetoka ukaja kuishi jimbo la Chaani ili mradi unaishi Chaani, tutakuhudumia si si moye